Na, mtazamaji, nayo taasisi ya makatibu nchini imewataka viongozi walioko mamlakani kudhibiti ufisadi katika maeneo yao ya kazi. Aidha, taasisi hiyo imewataka wananchi kuwawajibisha viongozi ili kukabili hulka ya uongozi mbaya na kuhakikisha kuwa fedha za umma zimetumika ipasavyo. Wakizungumza katika kongamano la 29 la makatibu huko Mombasa, wakuu wa taasisi hiyo wamewataka viongozi kuwajibikia maamuzi na ahadi wanazotoa ili kudumisha maadili. Maafisa wa tume ya kukabili ufisadi, magavana wana sheria mkuu na mdhibiti wa bajeti wanatazamiwa kuhudhuria kongamano hilo la siku tatu.

Na mtazamaji na, na baada ya taarifa hiyo nachukua mapumziko mafupi tukirudi moja kwa moja katika mazungumzo kuangalia uh, ipi njia sawa kwa kesho na kesho kutwa ya maeneo ya Ukambani. Viongozi wa Ukambani wana yapi ambao wangependa kuyaona yafanyiwe kazi na ni changamoto zipi ambazo wanaziona kule kwao ambao wangependa zifanyiwe kazi kikaunti na pia vile vile kitaifa. Kumbuka ni mojawapo ya kaunti ambayo ina ushawishi mkubwa sana pokuja katika ulingo wa kisiasa. Wagombea wengi uzamia katika eneo la Ukambani kutaka ungwaji mkono lakini wakazi wa Ukambani wameniambia, waambie viongozi, hatuoni faida ya kufuatwa manake hatuoni maendeleo mengi, kwa atakatujue tutafanya kitu gani. Kakaangu Dan Maanzo ashafika, Seneta Makueni, niko naye hapa Studieni na pia vile vile mbunge wa Mwala Vincent Kawa ashafika, bila kusahau Joshua Mwalio ambaye ni mbunge wa Masinga. Wote wako tayari na nitakuwa baadaye tunawakaribisha Seneta maalum Tabitha Mutinda, ili azungumze kuhusiana na mada ya Ukambani, bila kusahau Enoch Wambua ambaye ni Seneta wa Kitui jukumu ni kuhakikisha kila Mkenya anajua mengi kuhusu eneo lengine, ili kesho, angalia, atachangia vipi kurekebisha, sio tu kupiga makelele bila kuwa na ushahidi mengi baada amdookomrefu